Hapa unayemwona ni meneja msambazaji wa kampuni ya Puma Gas, atakwambia majina yake ni nani. Karibu sana meneja. Asante sana nashukuru. Sana kwa kututembelea banda letu, kitu gani kimekuvuta kutembelea viwanja hivi, ikiwa ni mwenge wa uhuru wilaya ya Ilala? Asante sana. Katika kitu, jambo lilonivuta la kwanza ni pamoja na kauli mbiu ya Puma ambayo inasema ina energize the community. Kwa hiyo nataka inataka kila kila mtu afikiwe wa aweze kutumia nishati ya gesi nishati mbadala, na pia kaulimbiu ya mama, kama unavyoona anaposaidia anavyoweka vitu kwenye gesi, anapunguza bei za gesi. Kwa hiyo tumepata kufikia kila mtu, mpaka mtumiaji mmoja mmoja wa chini wa mwisho aweze kupata nishati yetu, apate kuijua, apate kujua matumizi sahihi ya gesi, apate kujua umuhimu pia wa kutumia gesi badala ya kutumia nishati nyingine ambazo zinaathiri afya yake na zinaathiri mazingira pia. A, katika mitungi yenu naona kuna kichuma pembeni. Kichuma ni cha nini na kwa nini mmeweka hivyo? Maanake mitungi mingine sijaona kama kuna chuma. Okay, asante. Hii e barcode ina serial numbers ambazo zinaweza zinasaidia kutrack mitungi ni sababu ya kwanza, pia ni kwa security kutrack kujua idadi ya yani mtungi ulipo. Kama mfano ukichukua hii, unaiona hii iliyoko hapa kwenye mtungi, serial number, ukaiscan mtungi, unakuonyesha umetoka kwa distributor gani, kwa sababu madistributor tuko tuko tofauti, tuko, tof, tof, tofauti tofauti, na kila mtu ana sehemu yake. Kwa hiyo kama mtungi umeleta shida, umekutwa sehemu, kutumia serial number unajua mtungi umetoka kwa nani na umefika huku na huko mtaani. Yaani, kama huko mtaani wanaweza kujua mitungi mingapi imeenda mtaani, mitungi mingapi imerudi. Kwa hiyo ni rahisi sana kutrack mzunguko wa gesi yetu ya Puma. Kwanza kwa mwonekano wake, mtangazaji, unaweza ukaiangalia ukaiona ina muonekano mzuri, rangi nzuri, kwanza kabisa hata ikiweka ndani inakuwa kama pambo, na pili bei yake ipo chini kabisa ni zaidi ya mkaa, tunasema bei yake, kwa sababu anaweza akatumia hata mamalishe yoyote wa chini, kwa sababu ukiangalia bei ya gesi yetu ya Puma na bei ya mkaa, bei yetu ipo chini zaidi ya, ya mkaa. Kwa sababu mtangazaji, unavyoona huu mtungi ni wa kilo sita, huu mtu yo, mwenye familia anaweza kutumia kwa siku arobaini akitumia huu mtungi ambapo ameujaza kama amejaza kwa shilingi elfu ishirini na moja au ishirini na mbili anatumia kwa siku arobaini. Lakini mkaa wa elfu ishirini au elfu ishirini na mbili mtu hawezi kutumia kwa siku arobaini. Utumiaji wa gesi ya Puma imekuwa ikiongezeka, labda watu wa kijijini nao unawaambiaje? Una, una pia imeshafika huko? Matumizi ya gesi yetu ni kweli yameongezeka kwa kasi sana, kutokana na ubora wake lakini kadri inavyo muda unavyozidi kwenda, tumewafikia kila mtu. Tumeenda mkoa kwa mkoa, tulianza mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Sasa hivi tumefika mkoa wa Dodoma. Amefika mkoa wa Dodoma, kwa hiyo wataendelea unafika kwa kila mtu. Lazima kila mtu atapata access ya kutumia gesi yetu ya Puma tuna madilazi wadogo wadogo kar, kar, yani karibu kila baada ya kaya kadhaa kuna dila na huyo dila utamkuta atakuwa na, na, na nishati nyingine lakini atakuwa na nishati yetu ya Puma Gas. Karibuni mtumie gesi za Puma Gas, tupigie sehemu yoyote uliko Dar es Salaam, unafikiwa na unaletewa gesi bure mpaka mlangoni.